Zaidi ya familia mia tatu katika kijiji cha Mkocheni, kaunti ya Taita Taveta zimeachwa bila makao baada ya nyumba zao kubomolewa kufuatia utata wa ardhi. Familia hizo zimeachwa njia panda baada ya ilani waliopewa kuwataka kuhama ardhi hiyo ya ekari elfu moja kufikia leo. Ubomoaji huu umefanyika huku wanakijiji hao wakiwa na ilani ya mahakama kuzuia hatua hiyo. Usiku wa manane tinga zenye uwezo wa kubomoa kwa haraka zilikuwa tayari zimefika tena kwa kishindo songa, songa. Kilio cha zaidi ya familia mia tatu Mkocheni, eneo bunge la Taveta, kaunti ya Taita Taveta kikisikika. Wakenya tulikosa nini jamani? Tumevunjiwa usiku ya kipande cha ekari elfu moja. Zaidi ya familia mia tatu zimeachwa bila makao, athari za ubomozi huo zikiwa dhahiri. Wakazi hakuna walichosaziwa katika ardhi wanayosema ni ya babu zao. Wakati huo wote tuliishi hapa kwa utulivu. Tumezika wapendwa wetu wengi, mababu ambao walipigania ardhi, walipigania uhuru wa Kenya, hata vita vya kwanza vya dunia 1944 mmoja tumezika pale na ni, waz, ni wakazi rasmi wa Mkocheni. Hatuna pa kwenda wala chochote kile. Sasa tunashangaa ikiwepo kama serikali kotu inaweza, mahakama inaweza ikatoa oda kwamba tusisumbuliwe, tusiondolewe mpaka kesi isikilizwe ili tukaweze kufikia mwafaka wa hili swala. Iwaje tena tunakuja kuvunjia nyumba zetu na kufurushwa pasipo utaratibu? Wanadai kumekuwa na utata na mtu ambaye hadi sasa hajajitambulisha kwao, licha ya mahakama ya Voi kutoa mwelekeo kuwa hakuna ubomozi au kufurushwa. Matinga yalifika kuanza kazi kwa usimamizi wa maafisa wa usalama. Tuna uchungu, wametuua sisi sisi, wametuua jamani, wametuua. Ni kama wametuua tu sisi. Ni binadamu, hatuna la kufanya, hatuna uwezo, serikali haiwezi kutusaidia. Naibu gavana wa Taita Taveta Kristin Kilalo amekashifu ubomozi huu akitaka maafisa wa ardhi kuhamishwa. we, we can't handle greed. The kind of greed we are seeing in this county, ni mbaya na tunataka ikome. Hata hivyo, wakazi walioathirika wamelaumu viongozi wa kisiasa kwa kile wanachodai kulipa kisogo swala hili. Francis Mtalaki Uringa ya yes, Citizen.